Ni Mabibo, Mabibo moja, ya e bana, ni Mabibo moja hiyo, sio bwana. E bana nimekuja Mabibo hapa kuongea na, wa, na wanangu kama kawaida yangu kwa sababu tunaelekea kwenye e, mechi ya historia tarehe ishirini na tano yani... ugumu wa hii mechi ameshinda bingwa manake ni kama fainali miniak hata kuongea sana <laughs> mi nawachia wadau wapigane wao wenyewe. E bana hiki kijiwe ndani ya Mabibo sawa bwana. E bana mechi ya tarehe ishirini na tano ugumu wa mesha 35 anayeshinda bingwa, pacha ya Afrika bingwa bara, eh, kichuya yani. wewe pacha tu yani, pacha pacha tu Yanga Afrika bingwa ya, mimi najua kwamba pacha tu Yanga Afrika ni bingwa, lakini haiwezi kutokea kitu kama hicho pacha, kwa sababu Taswira ya bingwa mechi ya tarehe 25 inaanzia leo. Kila kitu kinaonekana kwamba Simba Sports mwaka huu ni bingwa. NBC Champion Simba Sports. Hakuna wa kumzuia. Sioni sababu kubwa ya Simba Sports kukosa pointi tatu leo na tarehe 25 ya mwezi Juni. Simba Sports wanachukua ubingwa tena vizuri sana. Hakuna wa kumzuia. The bad is return. Ubaya ubuera. Lakini unakumbuka kwamba umepigwa nje ndani? Nakumbuka nimepigwa nje ndani. Hiyo ni past tense. So wakati uliopita umepita. Sasa tunaangalia present and future tense wakati ujao na uliopo. So simba sports anamwaga ungenge yes. Eh, tuna atuangalie mambo ya past tense yesterday i will see i shall be no, atuangalie jana, tunaangalia present and continuous tense yeah. Wakati uliopo na na unaokuja na tunaangalia future tense tomorrow i will be whom one. So about simba sports unasema the bad is written, ubaya ubwela. Simba sports ni bingwa NBC mwaka huu. Tumekosa shirikisho, tumekosa FUA, What about NBC tunachukua bila kubisha. The is hebadiritaniubaya uwera ndio. Eh, karibumskia mwamba kitu anachokisema hapa ah, kwamba yani amekosa shirikisho amekosa nani, kwamba safari hii ubingwa anachukua ah. Febeki. Mimi ni labda nikwambie ndugu mwandishi, unajua kuna kipindi kitu chochote uweze kukishusha samani, unajua kuna kipindi hata maji machafu yanazima moto. Kwa hiyo hawa watu wa Simba wameongea 221, wameongea 222, wameongea mbili ishirini wa mbili, wameongea mbili wa ishirini tatu na ishirini na nne vile vile wanaongea. Ukiwauliza alichokichukua, hakuna zaidi ya kombe la muungano, ambapo ile kombe la muungano walilibeza kata na chukua Yanga Afrika, lakini ndani ya miaka minne Simba ana kombe la muungano. Kwa hawa kuongea ni kawaida yao na wataendelea sana kuongea, hususan kama media media hawa ndio wanaowasapoti, mpaka nafikiri watu sasa hivi kila mtu wa Simba anapata kujiamini kuongea lakini, ukiangalia mafanikio mwisho wa msimu, mafanikio zero. Mimi kila kipindi nilikuwa nawaambia mashabiki wa Simba tutakutana jioni. Unajua mfugaji yoyote, jioni ndo anaangalia kuku wake wote wamerudi au hawajarudi, wakatafute kwa jirani. Jioni sasa ishafika, mwandishi wanajitafuta. Wakati kombe walikuwa wanasema NBC walizuiliwa hadi na Mediari wasizungumze kuhusu NBC, sasa hivi ndo wanalizungumza wote kuanzia Mo Hamediali Mangungu Dalali mpaka ndugu yangu Kichuyu ya leo anazungumza NBC baada ya kukosa yote ambayo aliyofanya katika mwaka. Kwa huyu ni mtoto na ataendelea kuwa mtoto. Mi nitapiga kwenye mshono pale pale nilipomwachia kumpiga. Nampiga mara ya kwanza alisema umemfunga Ateba, Ateba hujamfunga. akaja na Ateba yake nikapiga. Sasa hivi ana mpanzu nitampiga na mpanzu mbele. Na mpanzu mpanzu. na mpanzu. Labda nimwambie Karim Simba sasa hivi ni timu ambayo ni ya vijana. Simba imefanya mabadiliko makubwa sana. Wakati ananifunga goli moja, nimejifunga mwenyewe Kevin Kijeli. Chemistry ya Simba ilikuwa bado haijachanganywa. Sasa hivi Simba Sports ina mtu anaitwa Eria Mpanzu, Christian Leonia Teba, Jean Chaza Wa, kuna Fabrice Ngoma na kuna Kagoma. Ajua, kuna Fabrice Ngoma, alafu kuna Kagoma. Fabrice Ngoma, alafu kuna Kagoma. Kigoma kidogodogo dogo. Kwa hiyo Simba Sports kuna Pimpi Kamara. Kuna Shomari Kapombe, kuna Mohamed Hussein Shabarara, kuna Abdulrazak Hamza, kuna Shem Malon fondo ukuta... A, mimi labda nikwambie mwandishi, unajua washabiki wa Simba walivyo, tukianza kutajiana majina hapa tutakimbizana, kwa sababu mimi mwenyewe nina hao watu. Alafu kwamba vitu ambavyo mimi nimevifanya ndani ya nchi hii ni vitu ambavyo kwa wenzangu vyote vinakuwa marudio, kwa sababu kama Simba Sport ye kila mchezaji anekuja kwake ni mpya, na kila mchezaji anekuja kwake yeye mzuri, lakini ukisema tuanze kutajana majina hapa, mzee, mimi na mtu Diala ujue hivi leo au kesho anashuka, alikuwa kwenye majukumu ya kitaifa, na namba mbili mimi Zeli Mwenda, umeelewa vizuri, na mtu namba tatu Boka Saka Isaka na Ibrahim Baka dakika 20 tu katoka kuharibia ucho kuno tenki bado yuko pale pale. Kwa kitaja majina Afrika ya Afrika ndio sehemu yake. Yaani ndio sehemu. Hivi ninavyokuambia natamba hivi atisikii leo. Saa moja hawa wenyewe wakikaa watamwangalia. Hayupo lakini bado natamba hawa mechi hizi mbili. Hawa ndio wametufanya tufanye mpaka tarehe 25 baada ya kamala kuumia na Shomari Kapombe. Sasa tunajua tarehe nane kwa nini ile mechi iliahirishwa. Ili ili ili ili ili ili ili. Baada ya wachezaji wawili tu kuumia pale Bunju, wakaahirisha mechi. Kwa Lata, kikosi hawana kikosi. Sasa wana kikosi hao. Kikosi kikapeswa angecheza tarehe nane. Tarehe nane sika umiailia mpanzo kwa umiaka pombe na kamala wameahirisha mechi. Mpaka wanaenda kutuletea matatizo. Swala so ambao lilikuwa liishe tangu mwezi hiyo mwezi Ramadhani. Lilikuwa lisha tangu mwezi Ramadhani tarehe nane. Lakini wameenda kulirudisha wa tarehe ishirini na tano baada ya wachezaji wa tatu kupata majeruhi. Ilikuwa <inaudible> mpano bana karimu eh, ukipigwa inakuwaje? Lazima uweke akiba ujua maneno. Ujua. Mpila udundi kwenye beseni. Labda nikwambie. Mpila mwishu wa siku ukiwa na ubola ubola. Umenelewa vizuri. <inaudible> mpila, mpila, mpila udundi kwenye beseni. Yani namanisha, mpila uwezi kudunda kwenye maji. Yaani, ukiwa na timu bora tegemea kufanya mabora. Leo hii sisi tunaamini watu wa Yanga tuna, tuna fulu kikosi. Yaani sisi hapa tulipo, jezi unaweza ukafumba macho ka mtupia ikamdondokea ridi aucho akacheza. Hasawambie awe mtu imdondokee jezi, yule nani Barua uone kama atacheza, hawezi kucheza. Nadhani anamsaawet ni Barua kati Simba anacheza na Narira Tripoli wa Libya, ambao ni dogo mmoja anatumia left futa yule kijana ni hatari sana kutoka Tanzania Prison ya Edwin Barua. Sema maisha ni bahati na kocha naye kidogo anakuwa kama na mfumo fulani wa kuogopa ogopa kuwapanga watu. Unapomzunguka Edwin Barua, Edwin Barua left foot mzuri sana. Aliwafunga akina Mabururu, Azani aliona. Mabururu wenyewe akamfuata Shomali Kapombe na kumuomba, rasi baba umetokea wapi? Kamwambia, mimi nimetoka Matombo. Sehemu moja anaitwa Msanga Mwana Lumanga. Mabururu kamwambia, unakaba hivyo. Anambia, mimi nakaba hivyo. Mimi mtu wa Msanga Mwana Lumanga. hiyo anapoizungumzia Simba Sports kuanzia Fadru Davis, kuanzia Fadru Davis, mimi namuita Diego Simeone wa Bongo Fadru Davis, kocha mkuu wa Simba Sports. Kote alikopita alikuwa assistant coach. Fadru Davis kuja Simba, Simba Sports kawa kocha mkuu, ndio kocha ndio kazi yake ya kwanza kuwa kocha mkuu katika vilabu vya East Africa, ukanda wa Sakafa anaitwa Fadru Davis. Mimi namuita Diego Simeone wa Bongo. Simba Sports tulikuwa hapo tuijui fainali ya shirikisho zaidi ya miaka 50. Kaja pale fainali ya shirikisho hiyo hapo Zanzibar. Figisu figisu za wetu yo Steven Desimukwala anzidi kidole kidole tu kidole ndio mnatunyima goli. Ebana, hiki ni kijiwe ndani ya mabibu hapa kidogo. Ngoja twende break kidogo, tukirudi tunaendelea. Bana, tumerudi tena hapa e, tunaendelea tume, tumetoka break kidogo, tunaendelea tena na kama kawaida hapa. Yaani hapa leo e, mpaka tujue. E, bana huku nyuma kuna, kuna, kuna Yanga tulieni hapa hapa. Yaani kichuya. Kwa nini unaita kichuya? Ah, mimi naita kichuya kwa sababu kichuya ni mtu wa Morogoro na mimi wananifanisha ni mtu wa Morogoro na kichwa ni mfupi kama mimi na akiwa kwenye kazi zake ni machachari. Ina maana mimi machachari ya kazi zangu humu ndani, kubeba ndizi, mahakama ya ndizi, ndizi zinahukumiwa mzee, ndani ndio maana wanaita mahakama ya banana, mahakama ya ndizi, ndizi zinahukumiwa every morning, ukija hapa unakuta tunazihukumu ndizi kwa ule ufupi wangu na kutoka Morogoro na machachari yangu ya kazi ndani, ndio maana wananifananisha na Shiza Ramadhani Kichuya. Amefanya kazi kubwa sana kwenye soka la NBC Tanzania Bara. Shiza Ramadhani, nadhani hata wewe unamkumbuka. Ah, tamampila Maradona kichuya. Kichuya kona eh bana, huko nyuma Simba Yanga hamna.

Tukikutana na yani sisi yako tukikutana na Simba yani tunaona kama tumekutana na timu sijui ka Tanzania prison sijui ka Azam sijui yani ka timu kadogo kadogo, ambapo hata akasumbue yani mimi hata niseme nifumbe macho nifumbue hata pale yani, mimi niseme hata nijeshe Dennis Nkane Fadi Musa kibwana Shomali sijui kibabage sijui Msheli sijui sijui kina nani. Hani wewe, si bado huyo mpazo yeye anamsema kwamba huyo mpazo sijui mpazo sijui majuzi kate kukutana na watoto wadogo tu, watu wamesema naye na kazima Yanga ana nafasi mpazo pale, Yanga atacheza na nani? Hivyo umweke nje Maxin Zingeli alikuwa anacheza mpanzo. Umweke nje Pakome Zizo acheze mpanzo. Wako una akili? Yaani ni kuambia kitu kimoja. Maxin Zingeli umweke nje kwa anacheza mpanzo. Upande wa kule wa pembeni kule. Ah, Pakome anacheza kule. Hivyo kwa alikocha mwenye akili acheze Pakome. Yaani, umweke Pakome, umweke pale benchi acheze mpanzo. Simba, wanakuambia Simba hakuna mchezaji ambaye anaweza kaingia akaanza kwenye kosa. Pale kwa ile timu ya Simba pale, mchezaji ambaye anaweza kaja pale Yanga kidogo. Hata mimi mwenyewe nikamwona kidogo anaweza akasumbua sumbua. sumbua. Tena kwa pale mbele. Kidogo yule nani yule yule, yule mganda yule nani yule yule mganda yule ambaye anajifunga yu kama Rambo. Ah yule kidogo yule ndiye maneno yake akija pale Yanga. Kwa pale mbele pale. Kwa ile nafasi ya mbele pale, kwa dube pale, kwa dube pale. Ana uwezo pale kidogo mkwala akaleta upinzani. Ila wapi wewe? Bana njoo huko bwana. Njoo. Njoo. Pale Yanga hamna mchezaji wote wa kumfananisha na Mpanzu o oh. pale Yanga Mpanzu akienda anaanza kila kitu naewa, na yeye wanamtegemea ndo kila kitu okay, eh, Mpanzu Yanga anaanza eh. Winga inapakone winga na Maxi Zengeli nani eh. Anaekaa nje anaanza mpanzu ah.

bala mwandishi, unajua, unapoojwa Simba huju watu yani, wewe wa Simba wenyewe anajua kabisa kwamba, kwa sababu katika maisha ya mpira, unajua mpira mchezo wa wazi, mpira kila mtu anauona. Yani wewe uweze kwa sasa hivi yule mpanzo ukaenda ukamweka Yanga, kama jamaa unameuliza kati ya Maxi na Pacome nje, unamweka nani? Kaanza kuguna kwanza, kaanza kushika kichwa huyo shabiki wa Simba, unajua, unamuuliza maswali haya wewe wenyewe, sio kwamba unajua ubora wa Pacome wala ubora wa Maxi, kwa sababu sisi wenyewe tunajua miongoni mwa sumu ambao Simba hawataki kukutana nayo, mechi ya Simba na yanga, eh bwana, ni Maxi Zingeli yule, kama sumu ya nyoka inaua kimya kimya kimya kimya, afu mchezo ukiisha, unakuja kwamba bwana, pale mpinzani wetu alikuwa Max wakati unamwona Pakome anasumbua, Prince Dube anasumbua, lakini mpira ukiisha, kocha kama Fadu wenyewe anavyokuambia, Fadu professional, baadae anatoka Manya anawambia bwana, kirusi pale Maxi Zingeli na ndio maana hata mtu wa Simba anapomwambia Maxsinga ende nje acheze mpanzo unabakia naguna, anaona kama unampa zambi zisizokuwa na sababu, kwa sababu anaona naongopa wazi wazi, naweza akakanyaga kijue ni kafa zambi, ndio ikanipeleka motoni. <laughs> <laughs> umeonelewa bana kichuya <bizuri. laughs> baa bana, mimi nataka uongee neno kuhusu mechi yenu ya tarehe ishirini na tano e... Mache, nimekwambia hiyo mechi anaishinda bingwa Eh, hiyo e, mechi anayoshinda ndio bingwa. Mechi ya tarehe 25 mwezi wa sita saa kumi na moja jioni kwa Mkapa, anayoshinda ndio atakuwa ni bingwa. Mkapa, mechi. E, mechi ni Benjamin William Mkapa. Ah. Yeah, ngoja mwenye mechi hicho kielele chono ndio kiliwaponza tarehe 15, mechi imeahirishwa. Mnajipangia mnajipangia pangia uwanja kati, mimi ndio mwenye mechi. Mechi kwa Mkapa mzee, saa kumi na moja jioni, lete timu pale na mazoezi, utafanya vizuri siku ya Ijumaa, uone kama kuna mtu atakufanyia vurugu, ila usije na mbuzi mbuzi hawahitajiki kwenye michezo. Sasa jamani, mbuzi lake shamba. Sasa jamani, mimi nimebahatisha, nimesema mechi Benjamini Mkapa. Sasa huyu kama anasema anasema usije na mbuzi, ah, mimi huaga sijagi na mbuzi. Wao wenyewe tu wanakuaga na pressure zao kwamba amekuja na mbuzi nini. Simba ni timu ambayo yenye busara, hatu iwezi kuja na mbuzi. Tulikuja na mabasi ya Morogoro ya RBM, kila kila kila kochi lina video juu. Kwa hiyo labda niwaambie kuhusu Elia Mpanzu. hmm. Nikawaambia kuhusu Elia Mpanzu jibi cha, chawara viongozi wa Simba Sports walikuwa na maana ya kumvumia Elia Mpanzu. Elia Mpanzu anaenda kufanya majaribio Belgium, Simba wakamsubiri zaidi ya miezi sita, dirisha dogo Elia Mpanzu amekuja, alivyoingia dirisha dogo nadhani kila mtu amemuona hapa, moto wake alioasha Elia Mpanzu. Elia Mpanzu, mwandishi wa habari yule, kama ni samaki kambale, kama samaki yule Elia Mpanzu, kama ni samaki kambale. Ushawahi kumjua kambale? Kambale unatakiwa umshike kichwani huku anateleza kwa sababu huku mkiani anateleza. Kwa hiyo ukitaka umdhibiti kambale umshike mkiani. Ukimshika kichwani anateleza, kwa hiyo Elia Mpanzu ukitaka umkabe. Yanga kama watachukua ubingwa Yanga, basi Elia Mpanzu kwenye hizi mechi za kujiandaa na NBC au ameumia, kama Yanga unaona watainua kombe siku hiyo, Elia Mpanzu kwenye hizi mechi kwanzia leo Ken Gold na Geita Gold wala. Ndugu mwandishi, mimi nataka nikwambie kitu. Najua Simba sasa hivi alipofikia kama maiti inabidi tusiiseme, kwa sababu wewe jeuri unaipata wapi? Ushafungwa mara nne, jeuri unaipatia wapi? mdomo mdomo kama huo anaopata wapi? Yaani wewe unachosubiri huruma tu. Da, nishafungwa mara nne inawezekana ikawa ndondondokela yangu wanapigika tena. Lakini Karim, kuongea ukweli, kwani Simba hajabadilika kweli? Simba kimsingi, timu timu mlikuwa mmeifunga tano mmeifunga mbili, ni kweli, ni Simba hii? Yaani, unaongea vizuri sana mwandishi, unajua Simba hajabadilika. Simba anachokifanya anakimbiza matumaini aliyokuwa yeye, matumaini hana. Yani, Simba tunavyokupigia mahesabu kama mwasilika, yani mwasilika muda wowote, yeye anaamini anaishi tu kwa kula kwa vizuri, kwamba anashindwa kujua kwamba hii midongo ninayokunywa usiku ndio inasababisha mimi nile vizuri. Huyu mimi anapokuja kwenye mchezo wanamwacha anarukaruka kwa sababu yakija sana, anataka kushinda tu oh. Mimi mwanzako, hata nisipopata matokeo kwa huyu mtu atakuwa yeye amefarijika. Kwa hiyo mimi namsikilizia pumzi yake, na ndio maana hizi mechi mbili ambazo watu wengi wanaamini Simba imebadilika zaidi ya Yanga. Yanga alikuwa anacheza kikubwa mzee, leo hii, hata mimi nikaenda kucheza na hali hali, mimi nitakurupuka tu, lakini dakika ya mwisho mimi nalia, umenelewa vizuri. Kwa sababu gani? Simba leo anakutolea mifano anamweza hali hali ali Aliwe ambaye tunamzungumzia sasa hivi kwa klabu bingwa dunia, yuko Marekani Washington DC. Yeye yuko zake hapa, anasubiri kucheza Tabola. Wewe unajua kama juzi kapanda basi huyo, mara yake ya kwanza NBC anapanda basi kwenda Tabola. Wewe unazo, tunazo. Tabora nazo setunazo sana, timu amekwenda na basi. Waambie kama amepanda ndege NBC, hao NBC sana anakula Wamepanda treni paka Dodoma akapanda basi kwenda Tabora. Kwao wamepanda paka Dodoma. Eh, hapo Dodoma akapanda basi kwenda Tabora. Tabora ni ya. Yaani, lazima nimwambie kitu kimoja Karim, sio kila unapoenda utumie usafiri wa ndege. Kuna rent transport, kuna air transport, kuna water transport ka sibosiposi wakaamua watumie rent transport, usafiri wa arizini. Tuna SGR ile pale, sasa nasi tutaipanda lini? Si mali yetu ile kupitia iko. Eh, masaa matatu niko Dodoma eh, ina haja gani nipande ndege? Kwani kupanda ndege ndio ufahari? Kuna SGR ile pale Mata ma, masaa matatu uko Dodoma unachukua bi, sasa kuna haja gani ni nyingi. Treni, nyingmwambie atafute hela, hakuna dagaa ya nyama dagaa dagaa tu, mwambie atafute hela, hakuna dagaa ya nyama dagaa dagaa, mwambie yani sije sijihala sijui nini, mwambia atafute hela, sijihala imezinduliwa tangu mwaka wa jana mwezi wa saba. Safari za Simba Tabora yanaenda mara ngapi? Ha, alishakwenda kucheza ha. Na Tabora alishakwenda kwenda na nani Liu na kucheza Mwanza na Pamba, isijala alikuwa ipo, mwambia atafuti hela, hakuna dagaa ya nyama mjini. Bosi kanuna huyu, tarehe ishirini na tano anapigika na, na Mohamed mjanja. Mohamed mwenzako, Mohamed mechi kubwa zote anakopa uwanjani, na mechi ya Simba na Yanga, Mohamed yupo keshokut anapatikana sasa, kombe uwanjani ni miongoni mwa mechi muhimusimtuamechi muhimu wa yes, mechi zile ah, si kubwa, kubwa za 25 ah, eh. kama utamwona njap labda, <laughs> nimwambie kitu kimoja eh, tunaangalia ugumu wa mechi, so kila mechi tunapanda ndege sawa, tunaangalia ugumu wa mechi. Kashashuka daraja kule, tunaenda tu tunampiga magoli matano sita, tunaudi zetu. KMC council tunampiga Kagera Sugar, tunamsubiria mwari wetu Mai mai wetu na eh, eh, eh, Young Africa yeah, tuko na Benjamin Mkapa yeah. nadhani unajua soro gani za Simba Benjamin Mkapa yeah, yeah. Wanasema silence killers mauaji Mkapa, Mkapa ni tano, hata mimi pia nilimfunga tano, hata mimi nilishamfunga tano pale pale kwa Mkapa na, na, na kumbuka, au ukumbuki mwandishi wa habari ishai kumpiga tano yeah, kwa Mkapa yeah, Patrick ikimotesa iki, eh, iki mafisango Yuma... Mimi mwenyewe nimeshawahi kumfunga tano mwaka elfu mbili na kumi na mbili nani apati kimotesa mafisango Yuma kaseja eh? Tushawapiga ngapi tano, sikwa Mkapa au tuwapigia Uhuru? Kwa hiyo rekodi ya tano sio tu kwa Yanga, hata Simba Sports ashafunga Yanga goli tano kwa Mkapa. Kwa watu tunakwambia, tuna slogan zetu. Tukiwa kwa Mkapa tunakuwa na slogan zetu, mwandishi wa habari, tunakuwa na duo dai kufa au kupona, silence killers, mauaji ya kimya kimya. Ajiandaye kisaikolojia, elfu mbili na kumi na mbili ile tano ndio itaudi kwa Benjamini Mkapa tarehe 25 mwezi wa sita saa kumi na moja jioni, na kuahidi mwandishi wa habari, njoo pale uangalie simba anavyomtesa mtu. E, mae mimi Sisa. E, sina mengi ya kusema, cha msingi ni kwamba tusubirie mechi ya tarehe 25. Eh e, nimekuambia mechi ya tarehe 25 kwamba anayeshinda ni bingwa e, ni mechi ambayo ina msisimko wa kila aina, na mpira siku zote ni dakika 90. Haya yote mazungumzo haya, mpira ni dakika 90. Na kwa mara ya kwanza mechi itakapokwisha, mimi hapa nitakuja, karibu, nitakuja tena, kwanza nikukatishe kauli eh. Kwenye Simba na Yanga hakuna mpira dakika 90. Simba lazima afe. Wewe unajiamini nini? Kinachonifanya nijiamini usi mwali wangu. Wewe umeona walivyokuambia. Hivi huwa anapata anapata kujiamini vipi kusema Yanga mwali wake? Kati yeye kila siku ndo anatolewa. Kila siku yeye ndo anatolewa. Mwali ananemwa. ananemwa. Kanemwa goli nne. Anatengeneza timu timu timu hiyo alotengeneza si ndo timu ile ilokula moja bila ngawa jamii. Si ndo timu ile ilokula moja bila Mwajabir. kwenye ligi. Unajifunga unajifunga wewe. Ah, pointi kachukua yeye. Yeye mpaka sasa hivi nikuulize swali, Simba kwenye ligi kafungwa mechi ngapi? Simba kwenye ligi ikafunga mechi ngapi? Ikafunga si mechi yeah, moja mm. Mechi moja walofungwa na nani? Sangeje, hajafungwa, sikafunga goli kijili kama anavyosema. Kwa nini, kwa nini kafunga mechi moja wachezaji yeah. yeah. wangu kwanza walikuwa hawajui nini, Dar es Salaam bwana hiki <laughs> kilikuwa kijiwe Mabibo. Nimekuahidi kwamba nitarudi tena <laughs> hapa, <coughs> sio?